Well, Diamond Platnumz alichoamua kukifanya right now ni kushirt the internet. Eh, ameamua kustopisha mitandao ya kijamii, most especially Instagram kwa hiki alichokiandika, lakini pia kwa hizi picha na video ambazo unazoziona hapo kwenye skrini yako, kwamba Diamond Platnumz alishawahi kuoa, ndio kitu ambacho watu wengi hatukifahamu. Kupitia katika akaunti yake ya Instagram kule, Diamond Platnumz ameposti hizo picha then akawa amesindikiza na hii caption ambayo inasema hivi, miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu, inataka uwe na moyo wa subra na hasa kukaza roho pindi mtu au watu wanapokuwa wanakupakazia ubaya fulani kwenye jamii, halafu wewe una ukweli wake, lakini unataka ukae kimya tu usijibu, ili hali ukweli nao, ukweli unao ndani. Kwa kweli si jambo jepesi, linataka ustahimilivu wa hali ya juu sana. Siwezi sema eti naweza sana lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kwa kiwango chake, na nimekuwa nikihisi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya ndipo uh, yoyote akijaribu kusema lolote zaidi yangu, na ndiyo maana hata interview imekuwa naepuka kufanya siku hizi, japo si jambo jepesi, lakini faida yake nimeiona na ni na ni kubwa, maana vita vyako inakuwa unavipambana wewe na Mwenyezi Mungu, na inakufanya uwe mshindi kila siku anyways. Najua kila mmoja wenu ana picha tofauti kabisa kuhusu Diamond Platnumz kuoa, ila tu nataka leo ni waambie kuwa huyu Diamond Platnumz alishawahi kuoa na kuna siku atawaambia ili kuwaje, yeah. Sio, unaelewa? So Diamond Platnumz amemaliza kwa upande huo kwamba huyu Diamond Platnumz ambaye tumekuwa tukimwona and of course watu wengi tukibelieve kwamba you know Diamond hawezi eh, kuoa and stuff, you know yeye, yeah, anasema kwa upande wake alishawahi kuoa, so siku akitulia atatuambia ilikuwaje, lakini pia in spite of all that, ukiangalia hizi picha, huyu bibi harusi anayeonekana hapo si mwingine bali ni Zuchu Zuhura, ukiangalia vizuri so watu wengi tumekuwa tukijiuliza is this a video, is this a trend au ni kitu gani eh? ambacho kimekuwa kikiendelea kwa sababu Diamond na Zuchu wamekuwa na ups and downs nyingi, lakini pia ni watu ambao leo wanaweza kuambia tumerudiana, kesho wameachana. Yaani, tumeshazizoea hizo drama kutoka kwa uh, pande zao zote mbili. Unaamini kwa kiasi gani de, do you believe uh, kwamba Diamond Platnumz alishawahi kuoa? Hebu niambie hapo sehemu ya comments. Mimi nitaweza kuisha Dela Cruz na hii ni B Plus trending.